Katika safari yetu ya hekima iliyopita tulianza kujifunza kwa mpangilio eh, kupitia Injili nne na maisha ya Yesu Kristo, lakini hatukuanza na kuzaliwa kwa Yesu. Na hiyo ni kwa sababu alikuwepo kama Mungu mwana kabla ya kuchukua asili ya kibinadamu. Kwa hiyo tuko hapa tena katika Injili ya Yohana sura ya kwanza, ambapo tayari tumejifunza kwamba Yesu ni Neno, yani logos. Yeye ni Mungu mwana tangu milele iliyopita pia tulijifunza kwamba yeye ndiye wakala wa uumbaji katika Utatu. Yeye ni logos, neno la Mungu ambaye alisema iwe nuru alipoumba ulimwengu. Sasa Yohana anaendelea hapa katika mstari wa tano kutuambia kwamba Yesu alikuwa nuru inayong'aa gizani. Sasa Yesu hakusema tu maneno hayo wakati wa mwanzo wa uumbaji, iwe nuru, Mwanzo moja etatu, bali yeye mwenyewe ndiye nuru. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Jinsi gani dunia yetu ilivyo na giza leo ikihitaji nuru ya Kristo. Sasa Yohana anatupa aina tatu tofauti za mwitikio kwa nuru hii. Mwitikio mmoja ni kwamba nuru haitambuliwi kabisa. Yohana anasema hapa katika mstari wa kumi: alikuwako ulimwenguni na kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, lakini ulimwengu haukumtambua. Yaani, wao hawakumtambua. Sasa kwa nini basi Biblia inatuambia baadaye kidogo kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha akili za wasioamini, wa Korinto wa pili sura ya nne. Na vizingiti anavyotumia kwa watu vinaweza kuitwa e, kukosa imani, e, kutokuamini Mungu, imani nyingi, dini za uongo, lakini vyote hivyo vinawazuia watu wasione ukweli wa Kristo, ili nuru ya Kristo isitambuliwe. Basi pili, nuru inakataliwa. Mstari wa kumi na moja unatueleza alikuja kwa walio wake na walio wake, yani Wayahudi hawakumpokea. Alikuwa masihi wao, lakini walimkataa. Labda unajua uchungu wa kukataliwa na marafiki au au familia kwa sababu ya imani yako kwa Kristo. Basi nataka nataka ujue kwamba Bwana anajua kabisa unavyojisikia. Kumbuka tu E, wao ni vipofu kiroho, wanaukataa mwanga. Hivyo basi, nuru ya Kristo haitambuliwi, nuru ya Kristo inakataliwa. Lakini kuna mwitikio wa tatu hapa: nuru ya Kristo inapokelewa na wale wanaomwamini. Angalia mstari wa 12 ambapo Yohana anaandika, bali wote waliompokea Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unaona, unakuwa mshiriki wa familia ya Mungu kwa njia moja tu, kwa kumpokea Kristo kama mwokozi wako binafsi. Kwa kweli Yohana anafafanua hapa kwenye mstari wa kumi na mbili kwamba kumpokea yeye kunamaanisha kuamini jina lake. A, hiyo ni kauli inayomaanisha tabia ya mtu jina ni kile mtu huyo anawakilisha, huyo ndiye alivyo. Kwa hiyo kuliamini jina la Yesu ni kuamini kila anachowakilisha Yesu. Yeye ni nani? Na yeye ni nani basi? Yeye ni Mungu kamili, ni mwanadamu kamili. Yeye ndiye muumba wa ulimwengu. Yeye ndiye mwokozi wa wenye dhambi wanaomwamini. Kwa hiyo hapa mwanzoni kabisa mwa Injili Yohana anafunua kile Yesu alichobeba kwenye mzigo wake alipokuja duniani. Alileta asili yake ya uungu, yeye ni Mungu kamili. Pia alileta nguvu za kuonyesha wakati wa huduma yake kwamba kweli yeye ni Mungu, ni wa kiungu. Alikuja na kusudi na mpango wa kukabiliana na kukataliwa. Alipanga kufa kwa kusulubiwa. Alileta neema na msamaha na hadi leo kwa wote wanaoamini kwamba alikufa kulipa adhabu ya dhambi zao yeye huwa mwanga katika maisha yao. Unaona, alikuja kama mwanga ili kufunua utukufu na neema ya Mungu. Hivyo ndivyo hasa Yohana anaandika hapa kwenye mstari wa kumi na nne: neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tumeona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Mstari wa kumi na nane unatueleza kwamba Yesu alifahamisha wanadamu uhalisia wa Mungu. Yesu alidhihirisha ukweli wa Mungu aliye hai. Neno ukufahamisha kwa njia linatafsiri neno la Kigiriki etegesis. Etegesis katika umbo la kitenzi inamaanisha kuelezea, ufafanua au kutafsiri. Unaweza hata kutafsiri kama kuongoza njia. Kwa hiyo Yesu ni ufafanuzi wa Mungu Baba. Yeye anaeleza Baba ni nani kwa kweli, anaongoza njia wa ajili yetu, tunaomfuata ili siku moja tuishi na Mungu Baba mbinguni. Ona, hii ndiyo sababu Yesu atasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, hakuna mtu anayekuja kwa Baba ila kwa njia yangu, Yohana 14:6. Kwa maneno mengine, Yesu yuko hapa kukuambia jinsi ya kuishi na Mungu Baba siku moja, na yeye pekee ndiye anayeweza kukuongoza kufika huko. Bila yeye tusingejua jinsi. Wakati Marsha mke wangu na mimi tulipohamia hapa kuanzisha kanisa la The Shepherds miaka mingi iliyopita. Mwanzoni tulishi kwenye nyumba ya kupanga huko Raleigh na hebu nikuambie, ile nyumba ilikuwa imeachwa ikiwa chafu sana. Wakazi wa awali walikuwa na paka labda kama kumi na mbili, na hao paka waliishi kwenye kila chumba. Basi niliingia pale siku chache kabla ya mke wangu na mapacha wetu kuja kuungana nami, na eh, mmoja wa ndugu zangu alikuja na tukapaka rangi karibu kila chumba, tukasafisha kila kitu ndani ya ile nyumba ndogo, na tukasafisha zulia kwa mashine. Hatimaye tukafungua samani na na na tukaanza kuishi kwenye nyumba yetu mpya. Siku chache baada ya kuhamia, mimi na mke wangu tulijikuta tukikuna vifundo vya miguu kila mara. Madoa madogo mekundu yalikuwa yanaanza kuonekana. Halafu usiku mmoja, tulikuwa na mapacha wetu wadogo wa kiume wamelala juu ya blanketi zao sakafuni, na ea, ni raha zaidi kuangalia kuliko hata runinga Nilipoinama chini kufuta doa jeusi kwenye shavu la mmoja wa wanangu, na nilipokaribia tu, lile doa dogo jeusi likaruka. Ilikuwa ni kiroboto. Paka wale wazuri walituachia nyumba iliyojaa biroboto. Basi nilipiga simu kwa wasafishaji wa mazulia, wakaja, lakini haikusaidia. Nadhani viroboto walifurahia kuoga kwao. Nikawaita wanyunyiziaji wa dawa waje kunyunyiza. Bado hakukuwa na dalili zozote za za za kujisalimisha. Hivyo hatimaye nikaenda kwenye duka la vifaa na nikanunua bomu dogo la viroboto ambalo lilitoa moshi uliopaswa kuwaua viroboto. Maelekezo yalionyesha kwamba bomu moja la viroboto lingetosha kwa nyumba yetu ndogo yote, lakini lazima nikuambie, halikufanya chochote isipokuwa kuwapa viroboto wale kiungulia kidogo. Basi nikaamua sasa ni wakati wa kuwa mkali. Tulikuwa tumepanga kusafiri nje ya mji kwa siku chache, kwa hiyo nikaenda tena kwenye duka la vifaa na sikununua bomu moja la viroboto bali sita, moja kwa kila chumba kidogo. Baada ya kupakia familia kwenye gari, niliingia ndani ya nyumba na nikawasha yale mabomu, halafu tukaondoka, na nilitumaini hakuna mtu angepiga simu kwa idara ya zimamoto. Baada ya siku chache tulirudi nyumbani. Na hakukuwa tena na viroboto. Sasa lazima nikuambie, mimi siwachukii viroboto. Kwangu hainisumbui kama wako hai au wamekufa, ili mradi tu hawako ndani ya nyumba yangu. Unajua ningefurahi kuwaonya kwamba siku ya mabomu ya viroboto inakuja. Sikiliza, kuna shida mbele, uko hatarini, unahitaji kuondoka, unahitaji kuokolewa kutokana na ghadhabu ya mwenye nyumba hii. Ningewezaje kufanya hivyo? Ningewezaje kuwajulisha kweli? Kuna njia moja tu, ningependa kuwa kiroboto. Sasa nataka kukuambia mimi, ningechukia kuanza kuishi kama kiroboto, na kuwa mkweli kabisa kwako, singewahi hata kwa miaka milioni kutoa kile nilicho nacho ili kuwaokoa viroboto waliopo wenye nyumba hilo lingekuwa la kuaibisha sana, lakini si hivyo ndivyo Mungu mwana alivyotufanyia sisi. Unaona, ukweli ni kwamba hatufikiri kama ilikuwa jambo kubwa sana, unajua mabadiliko makubwa kwa Mungu mwana kuzaliwa kama mwanadamu aitwaye Yesu. Lakini hebu nikuambie, kwa Mungu mwana ambaye aliishi katika utukufu na fahari milele yote iliyopita, wacha yote hayo ili kujiunga na jamii ya wanadamu, basi lazima nikuambie hilo ni sawa na wewe na mimi kuwa biroboto. Lakini alifanya hivyo, alifanya hivyo ili aweze kutuletea ujumbe kwamba siku ya bomu inakuja. Alifanya hivyo ili aweze kutupatia njia ya kutoroka yote hayo, njia ya ya kuondoka katika nyumba hii ya ubinadamu wenye dhambi na siku moja kwenda kuishi katika nyumba ya Baba mbinguni. Muumba wa dunia, Mungu mwana alikubali kuwa kiriboto mdogo, ili wale wanaoamini jina lake, wanaoamini yeye ni nani hasa, wapate haki ya kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo sikiliza hii: Mungu mwana alikuwa mshiriki wa familia yetu